Nataka kujua dada yako ambaruti yupo hapana? Dada hayupo alitoka, alienda mjini. Amekwenda kufanya nini? Kaenda kwa ishu zake za kikazi. Sawa, kwa sababu nilikuwa na shida naye, hata wewe unaweza ukanisaidia mimi. Chile moke, chile moke. Ndiyo wewe ah, nikusaidie nini mzee wangu? Karibu mimi na mazungumzo na wewe wekipunje. Mbona msalimi mzee mzee Manembo? Shikamoo. Marahaba. Njoo na mazungumzo. Njoo na. Eh eh. Wewe. Umefundishwa na kubwa wewe. Wewe unaona mimi naongea na Mzee Manembo. Alafu unataka kunitoa hapa. Nisamee mimi babangu. Usiwe na wasiwasi. Sasa nataka uje kuanzia saa saba mchana kabla jua lijazama. Usijali babangu. Yaani mimi nitafika kwa wakati. Hivi kuna sehemu naenda nikirudi tu najiandaa na kuja. Basi naomba usichelewe. Haya, haya.

Sawa. Niko sawa. Ndio narudi. Mm. Basi mimi nipo ndani. Ah, ah. Unaweza kuja hapa kidogo kabla hujaingia ndani? Nambe mno Ah, kuna jambo ambalo nilikuwa nimeikaa hapa na tafakari. Nilikuwa na mwanzo mgenge bana kuhudumia, na nafikiria tu ni zawadi gani kubwa inaweza kuonyesha shukrani kwa kile ambacho mekitenda kwako au kitenda kwangu kwenye maisha yangu, kutupa sana kupata mtoto. Kwa hiyo Nilikuwa naomba ikiwezekana unelekeze alipo huyo mganga, na kama soku nelekeza basi unipeleke. Unatoka unaenda wapi? na wakati ndani nilikwambia na mazungumzo naye. Natoka naenda kwa Mzee Manembo, amekuja hapa anahitaji kuzungumza na mimi, hivyo naenda kwake. Sawa, nilikuwa nataka nikuulize Mzee Manembo amefata nini hapa nyumbani, na ulikuwa unazungumza naye nini hapa? Mzee Manembo alikuja kutusalimia na amesema ana shida na mimi, ndo natoka naenda kwake. Kwani kuna tatizo? Lakini nyinyi sindo mliniambia kwamba mzee Manembo ni mchawi? Wewe koma kidogo kidogo, ukizoea uwache unavyosema maneno yao, wakikusikia watu. Unataka unitengenezea mimi baya na majirani? Kuna mzee mstaarabu kama mzee Manembo. Mimi nilikwambia lini kipunji? Yani wewe umesahau kwamba yule mzee ndo amesimama mwanzo mpaka mwisho wa msiba wa baba yetu, leo naniambia yule mzee mchawi. Maneno yayo usijaongea mimi na usintie ubaya, sawa. Wewe nenda kwa mzee Manembo, lakini hakikisha atakachokwambia usikifanyie kazi na uje unishirikishe kwanza mimi <coughs> sasa nimeenda, nimefika, amenambia anataka kunioa, nije nikwambie wewe. Utakubali kuolewa wewe? Uta

Ulikuwa unahitaji kwenda leo? Ah, kama utakuwa na nafasi leo itawezekana, ni vizuri, ila kama umebanwa na majukumu ya nyumbani, basi hata kesho <sighs> pia. Basi sawa, kwa leo asante. Mimi nipo ndani. Unajua, kama wewe mchokozi ni mnafiki sana eh? Yaani wewe wanaume wote hapa Mkulanga ukuwaona ukasema ngoja nimbebe Mkela bwana yake. Mimi sijai kuona urafiki kama huu. Yaani urafiki wenu, yaani sikutegemea kama ungeishia hivi. Sasa nikwambie tu, unapo unaponiona nimetokea kwa Nkera. Nimemwambia kila kitu kuhusu wewe kwamba wewe na makoroboi ndio mnataka kuoana. Mbona umefanya haraka sana kumwambia? Mimi nilitaka iwe surprise. Ila sio mbaya japokuwa lengo letu sisi tulitaka kufunga ndoa, ndo ajue huo umbea wako ndo umemfanyisha kumpelekea taarifa mapema. Mwangalie mtu mzima ovyo. <laughs> nini we, hapo ulipo kinyesi kinagonga chupi kinaenda nani kinarudi juu, si ni kwamba kitu kimoja nimemwambia kila kitu. Alafu wao usitumie kigezo cha upole cha Nkela ukafanya kila kitu. Yule Nkela sio mpole kama hivyo unavyofikiria we. Wewe yule Nkela kichaa alikuwa anakuigizia wewe, atakufanyia tukio wewe mchokozi familia yako yote itajuta kwa nini umejuana na Mkela. Na si yeye tu, na mimi nitakuwa kidete, mstari wa mbele kusimamia hili. Wewe lazima nikubadilishe kisogo ndo kije mbele. Mzima ovyo. Mbona mbea sana wewe? Yaani bado ufuatilie mambo yako, nafuatilia mambo yangu mimi, na kwa taarifa kwa uto waweza. Makoroboe nimemweka hapa. Fanya yako na ukome kunifuatilia, sipendi. Na ili domo lako wewe unalifunga. Acha mbea na koma kufuatilia maisha yangu. Mchokozi. Yaani katika siku ambayo leo umenishika na kalio ni leo. Katika tu sisi sipendi maisha yangu kuitwa mbea. Mchokozi. Nitakupiga ngumi upande wa kulia tu kidogo ya huku ya mwakinyo wewe, muulize mzee nani nyo mbilo hapo kati hapo. Nilimtandika meno acha sabini nikatoa sasa. Usinitafute nikakungwa meno wa chumbani wewe, mume wako le makoroba. Baada ya kuita muogo ukaita muhoho, chunga sana. Hii ni namba nyingine tena chafu kuoga kipipi. Sitaki ukorofi na wewe, nitakupiga ngumi za kila rangi dunia ni shangae. Unanielewa? Tena ukifanya masuala utumbo lako nitalitofua tofua hilo hii dunia mimi nione chungu. Si unanielewa, sitaki kunifuatilia maisha yangu. Achana na mimi. Shenzi ni wewe, naona unataka kuniharibia ndoto zangu. Na mimi sina haja kugombana na wewe. Nataka nitimize ndoto zangu, nisome niwe mbunge. Wewe mchokozi wewe. Eh, huyu mbwa kanizarau. Huyu mbwa anajiamini hivi au mtoto mchawi huyu? Sasa sikia. Namalizana na wewe, namfuata bwanako makoroboi na huyu mshenga mbwembwe. Najua hili lote kaliunganisha mbwembwe. Mbwembwe leo naenda kumnyonyoa kama bata. Afadhali ya, ya mke anavuja, mpaka na basi hata hospitali. Tatizo kama hali yake imekuwa mbaya, acha mimi nirudie hapa niende polini nikamchimbie dawa, na hali yake ikizidi kuwa mbaya huyo usimpeleke hospitali, na halafu usimwambie mtu yoyote kama ndani tuna mgonjwa. Mimi nimekuelewa. Acha niendelee kumwangalia Ndamila, uwahi kurudi sawa. Kila mke wangu, natoka mara moja nafika bondeni kule, kuna mteja wangu nilikuwa nimeadana naye, kuna kiasi cha pesa anataka anipatie. Kwa hiyo naenda kumwona mara moja, nafikiri mpaka nauli. Baadaye jua litukasha, poa, tutaendelea safari yetu, sawa. za asubuhi mke wangu, nzuri tu. Jana niaga kuona sehemu unaenda, ila hatimaye umelala na maudi. Asubuhi unaweza kuniambia umelala wapi na kwa nani? Aha, nilipotoka hapa, nienda kwa rafiki yangu na nikakuta anaumwa sana, alafu pia mume wake hayupo, kwa hiyo sikuwa na namna, ikabidi tu nilale. Vipi, kwani hujapenda? Sawa, lakini kumbuka kwa rafiki yako ni karibu sana, ungekuja tu ungeniambia, kama mume wako, ningekupa ruksa, ungeenda tunachungana sana kama mtoto mdogo. Au mimi siku hizi nimekuwa taila kusema nikitoka hapa ninapoenda nitasahau njia ya kurudia nyumbani. Kwangu, okay, umefanya kosa wewe, unanifokea mimi. Mimi sina haja ya nifoke hapa. Au uniona ni kwa ufoke? Nisikilize, sio ulikuwa unaelekea shambani? Basi elekea shambani, mimi nipishe nene nikapumzike. Nimechoka sana maana nimefanya kazi nyingi huko nilikotoka, sawa eh? Em, ni pisha usinichefune. Ya tochanganya magani kwa panga wa mama

ilimosili nale na nzela nale kojala isila koshoka chinimuno shikonyinge noshikonyinge vano vale waza shikonyinge no shikonyinge vakoveta kine chine Odi. karibu karibu Habari yako? Safi sijui wewe. Si jambo. Mzee Manembo nimemkuta. Hapana, mzee Manembo ametoka. Ameenda wapi? Sijajua alikoelekea. Atarudi saa ngapi? Mimi nataka urudi, sijajua. Ila vipi, yani una shida naye gani? Yaani unahisi kwamba shida yangu ingekuwa ni ya kumwambia kila mtu huko nilipotoka nimekutana na watu wangapi? Mimi na shida naye na nimekuuliza ameenda wapi na anarudi na saa ngapi? Sifahamu muda atakao urudi. Naweza nikamsubiri? Hmm, dada mbona masuala yamezidi kuwa mengi mpaka unaniumiza kichwa. Kama utaweza kumsubiri nisubiri, acha mi ningie ndani niendelee na mambo yangu, ncha ningie ndani niendelee na mambo yangu tumwenye mbovu Mkuza nimepita hapa kwako kukuambia swala moja tu, swala la kumtoa mke wangu kafara linaenda vizuri na hapa iko ndani hoya na umwa. Mimi naelekea polini kwa ajili ya kuchukua dawa, na hizo dawa sio kwa ajili ya kumtibu ni kwa ajili ya kumalizia. Watakaobakia ni hao watu wa nje, hao watu watatu. Sawa mzee Manemo, mimi nimekuelewa, na nichopenda kwako ni ujasiri. Sasa kuna kitanda ambacho kinazunguka, kile kitanda walinde wenzako na walinde unawapenda, kwa kuambia masharti haya, wakikutana na kile kitanda kikipanda juu tu, ntakiwa wafumbe macho na wapige magoti, tofauti na hapo kinaua. Sijui utakuwa umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Nitafanya hivyo, nitawaambia. Sawa mimi niko ndani. Haya, mjomba, kuna swali nataka nikuulize. Nakumbuka mamangu aliniambia babangu amefariki, lakini kama wsali anavyosema, mtu akunyimi maneno anakunyima chakula Shangazi kanaambia kwamba baba yangu yuko hai na anayejua ukweli wote kuhusu hili ni wewe mjomba. Niko, naomba nikuulize, baba yangu ni nani, na kama yuko hai anakaa wapi? Ni kweli mjomba, shangazi yako hajakuongopea. Baba yako kweli ni mzima, lakini hata mama yako pia kukuambia baba yako amefariki, alikuwa na sababu zake, ila juu ya kuwa hai baba yako, lakini hayuko kwenye hali ya kawaida. Baba yako ni nusu mtu nusu shetani. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungwa tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi, Mungu analipiza. Wa watazamea hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa Mekwa. Mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale.